Ok, mambo vipi? Kwa majina naitwa Ibrahim Official kama ambavyo icon ya YouTube channel yangu inaonyesha hapo juu. Uh, kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel yangu tafadhali usisahau kusubscribe, kuacha comment lakini pia uh, kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila napoweka video uweze kupata video. Mara nyingi wanazungumzia mambo ya teknolojia na namna gani ulimwengu unavyokwenda na leo kuna kitu kimoja nataka tuelekezane. Ina maana mimi najua sana lakini nataka wewe ambaye hujui basi uweze kuelewa, haswa haswa wewe ambaye unatumia simu za Samsung. Simu zote za Samsung kuna namna ambavyo unaweza uka, ukafuta message. For instance labda uh, kwa wale wenzangu ambao wana chiti, sometime moja unaweza ukawa unataka uko na watu fulani, kwa hivyo utaki um, utaki baadhi ya message zikaonekana, lakini zile message hautaki kuzifuta moja kwa moja kwenye simu yako. Nitakuonesha namna gani ukifuta message bado unaweza kuzipata, kwa wewe ambaye unatumia simu aina ya Samsung, hata baada ya kuwa umezi delete. First of all, twende tukafungue application ya uh, message. Tufungue application ya message kwenye simu yako mi natumia Samsung A04, na hapo utakuta nina message kibao, ziko hapa sasa. Uh, for example nitatumia message hii ya dada yangu, hii hapa. Nita highlight kisha baada ya hapo nitafanya kama ku delete. Itaniuliza you sure, unataka ku delete hii message? Ndio, lakini hapa imesema move this conversation to the recycle bin, sio? Sasa sio zote zinazoonyesha, mara nyingi huwa inafuta tu kwa hiyo mimi nitasema okay move, kisha hiyo message itafutika upande wangu wa message. Kwa hiyo hata mtu asiyetumia Samsung uh, au mtu ambaye anatumia Samsung sasa uh, hakuona wakati mimi nafuta message, hatozipata hizi SMS, ataona tu message zingine zingine zingine uh, lakini hiyo yu hatoiona. Lakini mimi nikirudi nyuma kidogo uh, nikienda kwenye file manager, file manager hii, yep, hapa file manager tap Nikifungua kuna option kadhaa kuna images, kuna videos, kuna audios, kuna document, kuna download, kuna installation files and stuff like that. Lakini chini hapo kuna internal storage, kuna SD card ambayo haiko not in, in, in storage, manake haipo, sina memory card. Ila chini kidogo kuna untitles. Alafu kuna Resco bin, kuna manage storage. Kwa kitu ambacho tutakifanya mimi taingia kwenye manage storage. Ukishafungua manage storage, kisha ukishafungua manage storage kuna resco bin, ndani ya hiyo, uh, ndani ya hiyo, uh, manage storage ambao utaona zinafunguka kama hivyo hapo zimefunguka kwao, ukishuka chini kidogo utasema okay, nafungua resco bin ambayo iko ndani ya ya nini okay, manage storage kwao, ukifungua hii itakuletea taarifa files ambazo ulizifuta kuna kuziona mtu mwingine vitu ambavyo nilivifuta. Unaona, nimefuta nilifuta picha katika siku 30 zilizopita, siku thelathini zilizopita. Nimefuta muda mrefu nimeandikia, eh ya, ya, ya, n yani, kama unavyoweza kuona kwa ukirudi back tena ndani ya lile file kuna, kuna message hapa na message elfu moja mia saba arobaini na nne ambazo nimezifuta kwenye simu ambazo hazionekani, lakini storage yake haionekani pia, wala mtu mwingine hawezi kuzioni, hawezi kuziona mpaka mimi mwenyewe niweze kuaccess, na mpaka uwe mtaalam kama we ambaye utamaliza tutorial hii, basi tayari utakuwa ni mtaalam na uwe unatumia simu ya Samsung. Okay, nitaingia kwenye message tano tuangalie message yangu ya sister ambayo nilimtumia ambayo nimefuta muda, simu nafikia ipo yeah. Ukishuka hapo utaona kuna yeah, e, yeah, simu yangu mara labda na mtu fulani aione, Nataka nitaiona baadaye. Kwa hiyo utai au utaiwekea kivuli kama ambavyo tulifanya wakati tunaifuta, kisha chini kidogo kutatokea maneno matatu au paragraph tatu kwamba block restore delete. Ukidelete maana yake utaifuta mazima, hapo tena ndio hautakuwa na uwezo wa kuipata. Lakini ukienda kwenye katikati kwenye kitufe kimeandikwa restore, maana yake irudishe, ki restore kama hivyo maana yake itarudi ile message lakini kama haitoshi, unaweza ukarestore kadhaa. Kwa mfano kuna message hapa ya mwenyekiti wangu hii hapa nilifuta, nilikuwa nataka nitumie simu fulani, kwa hiyo nikirestore pia itarudi kule. Sasa tumerusha message mbili. Message ya kwanza ni ya dada yangu ambayo tulifuta muda amba si mrefu, lakini message nyingine ndio hiyo ambayo ni ya mwenyekiti wangu. Na sasa, twende turudi upande wa message tuone je, zile messages zitakuwepo. Na kama unavyoweza kuona mwanzo zilikuwa message elfu moja mia saba arobaini uh, na nne lakini sasa zimebaki meseji ni elfu moja mia saba ishirini na saba maanake, kuna meseji kama mbili zimerudi kule kwenye, kwenye, uh, kwenye, kwenye upande wangu wa, wa meseji. Kwa hiyo baada ya hapo, nitarudi je kuangalia zile meseji zipo. Nikirudi kwenye meseji nitaangalia zitarudi, lakini zitakuwa zimejificha ficha. Kwa mfano kama hivi hapa sister amtari mesharudi hizi hapa. Tulichat. Kama unaweza kuona hizi hapa meseji zimerudi lakini pia tutafuta meseji ya mwenyekiti wangu, tulisema mwenyekiti anaitwa nimemsave mbara mwezi, utashuka chini, utashuka chini. Okay, utashuka chini, utashuka chini. No, iko hapa ya, ya, hapa chini ya kitabu, unaweza kuona meseji zimerudi kama kawaida na nilizifuta. Kwa hiyo hivyo ni namna gani ambavyo unaweza ukadelete message kwa kutumia simu ya Samsung, au simu zote za Samsung, lakini bado message isifutike ikabaki kwenye simu yako mpaka pale utakapokuwa na maamuzi ya moja kwa moja kwamba sasa nimedhamiria kuifuta kabisa. Maanake utaenda kuifutia wapi? Kwenye manage storage. Asante sana kwa kuchagua channel yangu, na asante sana I hope utakuwa umejifunza kitu na kuna kitu kimeongezeka kwako na kwa wewe ambaye bado nakusisitizia, kwa wewe ambaye bado hujasubscribe hujasubscribe, hujasubscribe kwenye YouTube channel yangu, basi kimbia usubscribe hapo chini. Lakini utakapokuwa umebonyeza alama ya subscribe, itatokea alama ya kengele pia, bonyeza ile alama ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification au taarifa pale nitakapoweka video nyingine. Thanks for watching guys, tuonane katika video inayofuata. Asante.